My my head is down, my head is is around, I had to leave a little girl in Kingston town. <laughs> Uraila Amolo Odinga alizaliwa Januari 7 mwaka 1945 katika hospitali ya misheni ya Kiangilikano katika eneo la Maseno iliyokuwa katika wilaya ya Kisumu wakati huo. Alizaliwa katika familia ya makamu wa rais wa kwanza kabisa Jaramogi Oginga Odinga na marehemu Meri Juma Odinga. Safari yake ya masomo ilingananga katika shule ya muungano wa Kisumu, kisha baadaye akajiunga na shule ya upili ya Maranda. Alisafiri hadi Ujerumani Mashariki, ambapo alisoma katika chuo cha Hada Institute, sehemu ya chuo kikuu cha Leipzig, kujifunza Kijerumani kutoka mwaka 1962 hadi mwaka 1965. Alipata ufadhili wa kusoma katika chuo kikuu cha Magdeburg ambapo alihitimu na shahada ya uzamili ya sayansi katika uhandisi mnamo mwaka 1970. Baada ya kurejea nchini, Raila alifanya kazi katika idara ya uhandisi katika chuo kikuu cha Nairobi kutoka mwaka 1970. Mwaka 1974 akiwa kama mwalimu alianzisha kampuni ya East African Spectre Limited, kampuni inayotengeneza mitungi ya gesi ya mafuta ya petroli. Katika mwaka 1971 alipokuwa katika chuo kikuu cha Nairobi alimpata mpenzi wake Aida, wakafunga ndoa katika mwaka 1973. But I'm here, the African lion. Safari ya kisiasa ya galata huyu ilianza mnamo miaka ya sabini akitetea mageuzi ya serikali na demokrasia. Alikuwa naibu mwenyekiti wa kamati ya madhumuni ya jumla ya jukwaa la urejesho wa demokrasia Ford. Uraila alitetea demokrasia ya vyama vingi na haki kwa wananchi katika uongozi wa Daniel Moi aliyekuwa rais wakati huo. Mara nyingi Raila Odinga alijipata matatani kwa kumweka Mkenya mbele pasi na maisha yake. Alifungwa gerezani bila majaribio ya koti, akimaliza miaka minane gerezani. Katika mwaka wa elfu moja mia kenda tisini na mbili, Kenya ilijipatia uhuru wa kidemokrasia wa vyama vingi, Odinga akiwa ni nguzo muhimu katika kuleta mabadiliko hayo. Pendekezo langu ni kwamba badala ya sisi, kwa sababu ninawahurumia mama na wahurumia wazee na wahurumia vijana wa university wa secondary school wa primary school wako na mimi, na sitaki hata moja auwawe au waumie. Tufungue section hiyo, na nauliza nyinyi nyote kukaa na mimi, tuende barabara yetu tukiwa KANU pamoja lakini visiwe vyama vya ukabila. Alifanya kazi kama mbunge kutoka mwaka 1992 hadi mwaka 2007. Aliwania urais katika awamu yake ya kwanza katika mwaka 199 1997 akiibuka kwenye nafasi ya tatu. Mwaka wa 2002 aliweka azima yake ya kuwania urais kando na kumunga mkono Mwai Kibaki, akiwa na azma ya kuondoa KANU mamlakani. Tulisema kama Moi atakuwa Kasarani ambaye imekuwa kizirani, sisi tutakuwa hupa tukiunda chama chetu Niliambia nyinyi ya kwamba sisi kama Wakenya tuna sababu, sio? yeah. na tuna nia, sivyo? yeah. na tuna lengo yeah. na tuna shabaha yeah. na vilevile tuna uwezo ya kuondoa Moi kwenye serikali katika mwaka wa elfu mbili na tano. Tofauti kati ya Kibaki na Raila zilionekana baada ya kutofautiana kikatiba, ambapo rais wa wakati huo Mwai Kibaki alifutilia mbali mawaziri wote. "Fellow Kenyans, following the results of the referendum, it has become necessary for me as the president of the republic

Katika mwaka 2007, Odinga alijitosa uwanjani na kuwania urais chini ya mwavuli wa chama cha ODM katika uchaguzi ambao ulileta vurugu na vita nchini Kenya baada ya Mwai Kibaki kutangaza kuwa mshindi katika uchaguzi huo. I call upon Honorable Emily Mwai Kibaki to exit from State House tomorrow. We are inviting the people of Kenya to Uhuru Park tomorrow. Monday 31st of December 2007 at 2 p.m. for the presentation to the nation of the the people's president elect Honorable Raila Amolo Odinga katika mwaka wa elfu mbili na nane Odinga aliteuliwa kuwa waziri mkuu, huku ukibaki kuwa rais katika serikali iliyojulikana kwa umaarufu wake nusu mkate. Hii ni baada ya katibu mkuu wa umoja wa Mataifa, Kofi Annan, kuunganisha katika mwaka wa 2010 Raila alipigania mageuzi ya kikatiba ipate uungwaji mkono na katiba hiyo ikapitishwa. Truth and objectivity must form the basis of the campaigns ahead of the referendum. It will be done with respect and decorum. aliwania urais chini ya mwavuli wa muungano wa Coalition of Reforms and Democracy cord kwa mara ya tatu katika mwaka wa 2013 akiibuka kwenye nafasi ya pili, akiyapinga matokeo hayo ya uchaguzi huo na kuelekea kotini, lakini koti ikaidhinisha ushindi wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. E, katika mwaka 2017, wa 2017 aliwania urais kwa mara ya nne chini ya mwavuli wa muungano wa NASA ya kupiga kura. Nataka alfajiri Kalonzo Musyoka akiwa wake mwaminifu kwa kumuunga mkono kwa mara ya pili na kuwa naibu wake. Mara hii alishindwa, kayakataa matokeo na kuelekea Kotini. Awamu hii historia iliwekwa baada ya aliyekuwa Jaji Mkuu David Maraga kubatilisha matokeo ya uchaguzi huo na kuwarudisha wawaniaji wakuu uwanjani, uchaguzi ambao Raila Odinga Alisusia. I, Raila Amolo Odinga, in full realization of the high calling assume the office of the people's president of the republic of Kenya. So help me God Azimio lake la kuwa rais lilijitokeza chini ya mwavuli wa Azimio, lakini hakutangazwa kuwa rais. Kaelekea kotini, lakini koti ikaidhinisha matokeo yale ya uchaguzi. Baada ya sintofahamu hizo za kisiasa, Raila Odinga aliweka tofauti zake za kisiasa kando kakubali kufanya kazi na Rais Uhuru Kenyatta katika mwaka 2018. Baadaye kaungana kufanya kazi na kiongozi wa sasa William Ruto katika mwaka wa 2024, aliwania nafasi ya kuwa mwenyekiti wa muungano wa Afrika AU, akawa katika nafasi ya pili kwenye bara la Afrika. Uraila alifanya kazi kama waziri wa miundombinu ya Afrika. Katika wakati wake alipokea majina mengi kutokana na umaarufu wake wa kisiasa, ya kiwemo Jakom, Enigma, Agwambo, Tinga, People's President, na la mwisho Baba galacha. Huyu atakumbukwa kuwa rais aliyefanya kazi bila kuwa rais. Alikaribia ikulu lakini hakuingia. Ameaga akiwa na miaka themanini, akiwacha nyuma mke wake mama Aida Odinga na watoto wake watatu Rosemary Raila Odinga Jr. Winnie Odinga na wajukuu. Na huo ndio wasifu wa Raila Amolo Odinga almaarufu Baba, Agwambo Enigma. Jina langu ni Lamek i James.